Watu wengi kwenye maisha wanajaribu kuyatafuta mabadiliko yenye matokeo kwenye maisha yao binafsi, maisha ya kazi, kwenye keria kwa ujumla, lakini sio kila mtu anafanikiwa. Likija jambo la kutafuta mabadiliko ambayo wanayataka, inawezekana ni kwa sababu wanafanya kitu sahihi, kitu kizuri, kitu kinachotakiwa, lakini wanakielekeza sehemu ambayo siyo, na kwa upande mwingine, inawezekana ni kwa sababu watu wanakosa sehemu nzuri ya kujifunza wanaishia kujaribu kwa namna ile ile mara nyingi, bila kufanya mabadiliko. Na sote tunajua ukiendelea kufanya kitu kile kile kwa makosa yale yale, hauwezi ukategemea matokeo tofauti. Utaendelea kupata matokeo ambayo hauyapendi. Ni kwa sababu haujajifunza kitu kwenye kujaribu na kushindwa kwako, na ni kwa sababu haujabadilisha mbinu. Kama unataka upate namna ya kujifunza ili ufanye kitu sahihi kwenye kuyatafuta hayo mabadiliko, jifunze kwenye haya mambo matano. Jambo la kwanza, jifunze kwenye makosa. Kujifunza kwenye makosa, sio lazima uwe umefanya makosa wewe mwenyewe. Unaweza ukajifunza kwenye makosa ya watu wengine na siyo lazima yawe makosa ya muda huo. Inawezekana ni makosa ya zamani. Kwa mtazamo wa haraka, utadhani kwamba ni rahisi kujifunza kwenye makosa yako. Ni kweli, hautaona matokeo na utajua kwamba kuna kosa, ila kwa sababu wewe ndio umefanya hilo kosa na uliamini kwamba ni kitu sahihi, inawezekana pia hata usijue hilo kosa liko sehemu gani? Ndio maana inakuwa ni vizuri zaidi mara nyingine kujifunza kwenye makosa ya watu wengine waliokuwa wakifanya kitu kinachoendana na cha kwako, na inapendeza zaidi kama ukijifunza kwa mtu ambaye alifanikiwa baada ya kufanya makosa mengi. Kama alijaribu mara kumi na tano, ina maana alikosea mara kumi na nne, na kwenye hizo mara kumi na nne ambazo zote amekosea amepata somo, kama sio moja ni mawili au zaidi hayo masomo aliyoyapata kwenye safari ya kufikia mara ya 15 kwenye mafanikio yake ndo masomo ambayo unayahitaji. Usiangalie tu kosa, angalia somo lililokuwa nyuma ya hilo kosa. Sehemu ya pili ambayo unaweza ukajifunza ili ufanye mabadiliko yako yawe na maana ni kutoka kwa watu waliofanikiwa, lakini inabidi wawe watu ambao wamefanikiwa kwenye kitu ambacho kinaendana kabisa na kile ambacho unakitafuta ukitafuta tu mtu kwa sababu ana pesa nyingi, kwa sababu ana uchumi mkubwa na ukasema huyo atanishauri kwenye jambo langu, inawezekana usifanikiwe kwa sababu uchumi wake mkubwa unategemea kitu tofauti na kile ambacho unataka kukitengeneza wewe lakini ukimpata mtu ambaye hata hajafikia hatua kubwa sana, lakini yuko kwenye eneo lako ni vizuri sana, kwa sababu atakufundisha au utajifunza kwake njia zote ambazo zimempa mafanikio yanayoendana sana na unachokitafuta. Na zaidi sasa, ukipata nafasi angalau ya kuwa naye karibu, unaweza ukajifunza baadhi ya tabia na mienendo na desturi ambazo anaishi nazo kwenye maisha yake ya kila siku, kwa sababu tabia ni jambo moja lenye nguvu sana lenye maamuzi makubwa kwenye mafanikio au kufeli kwenye maisha ya mtu. Kwa ukizijua tabia za wale waliofanikisha kwenye jambo unachokifanya zitachangia kwenye mabadiliko unayoyatafuta. Eneo la tatu ambalo unaweza kujifunza ni kwa watu waliofeli. Kuna somo kubwa sana kuna somo kubwa sana kwa watu waliofeli, hasa hasa kama wamefeli kwenye kitu ambacho wewe unataka ufanikiwe nacho Haijalishi wamejaribu mara ngapi kwenye kujaribu kwao, kama nilivyosema hapo awali, kuna makosa waliyafanya. Ukiwaangalia vizuri prosesi zao zote walizozifanya, michakato yote waliyopitia, unaweza ukagundua kwamba labda michakato yao ilikuwa ni sawa kabisa ila waliielekeza sehemu siyo, au labda michakato ilikuwa sawa, walielekeza eneo sahihi ila wao wenyewe ndio hawakuwa watu sahihi kwa kitu walichokuwa nakifanya na kwa mabadiliko waliokuwa wanayatafuta. Kwa hiyo uh, kushindwa kwa mtu uh, kuto kufanikisha kwa mtu haimaanishi yeye hana uwezo, haimaanishi ni mjinga sana, haimaanishi hafai. Anaweza akawa nafaa, ila sio kwenye eneo hilo, au inawezekana alikuwa nafaa kabisa, lakini nyakati zilimsaliti. Kwa hiyo, kwa kwenda kwa huyo mtu aliye fail kwenye jambo fulani, kuna masomo mengi unaweza ukayapata na yakakusaidia kwenye mabadiliko yako unayoyatafuta sehemu ya nne ya kujifunza ambayo ni muhimu sana na hatuitilii maanani ni mazingira yaliyotuzunguka mazingira yanaongea sana na mara yingine yanapiga kelele mazingira ndo yanawabeba watu mazingira ndo yanabeba desturi mila mitazamo mazingira yanakusanya watu wengi ambao unawahitaji, hauwahitaji, na mengine yanakusanyia watu ambao ndo unatakiwa uwahudumie, ndo hao unatakiwa upate mafanikio yako au mabadiliko yako ambayo unayatafuta. Sasa, kipindi ambacho mazingira yanapiga ya sana kelele ni kipindi ambacho inabidi utafute utulivu na uitambue sauti ambayo itakuongoza kwenda kwenye mabadiliko na matokeo unayoyataka, lakini kuna kipindi mazingira yote yanakaa ya kimya huo ni muda wa kuisaka sauti ilipo. Na kuna vipindi ambavyo mazingira yanafanya kazi kinyume na wewe, unaweza ukaamua sasa, hapa ni ama eneo moja niende eneo lingine, na kuna mazingira mengine yanakuita, yanakushawishi kila ukiangalia, unaona wateja wako, watu unaotaka kuwahudumia, watu wenye talenti unazozitafuta wako kwenye eneo hilo hilo, hayo mazingira kaanayo kwa sababu ndo hayo mazingira unayotafuta. Jifunze sana kwenye mazingira na yasikilize sana mazingira, kwa sababu yatakufundisha na kukuelekeza kwenye uelekeo wako na mabadiliko yako unayoyatafuta. Sehemu ya tano, sasa unaweza ukajifunza ni kwenye kumbukumbu kumbukumbu. Kumbu hazina mipaka, hazimchagui mtu, hazichagui dini, kabila, hazichagui urefu wala ufupi. Kumbukumbu kumbu zipo kwa ajili ya vizazi na vizazi, ili mradi tu waliofanya mambo makubwa walipata nafasi ya kuzitunza kumbukumbu. Kumbu ziko kwenye vitabu, makala, siku hizi tuna namna nzuri ya kutunza dijitali, kwenye video, kwenye audio, kwenye magazeti, kwenye maeneo mbalimbali ambayo kumbukumbu kumbu zipo, zinatupa masomo, zinatupa mafunzo, jinsi watu walivyofanikisha, jinsi wengine walivyoshindwa kufanikisha, jinsi wengine walivyojaribu wakishindwa mara nyingi mpaka walivyopatia, na huwezi ukakosa jambo ambalo linakufaa ni swala lako tu na tabia yako na maamuzi na nidhamu ya kuzitafuta kumbukumbu kumbu na kujifunza kwenye hiyo kumbukumbu. Jipe nafasi ya kusoma, jipe nafasi ya kutafuta mambo mapya yatakayokusaidia kwenye eneo lako. Na mara nyingine ukiona unajaribu kutafuta mabadiliko yanagoma, ukijaribu kutafuta mabadiliko ukaona hayatokei, sio lazima mara zote uendelee kuongeza nguvu na juhudi. Mara nyingine tulia, rudi nyuma kidogo, angalia eneo la kujifunza na tayari nimekutajia mambo matano ambayo unaweza ukayaangalia tena ukajifunza na ukajua tatizo au kosa au kitu chochote ambacho kinakukwamisha kiko wapi, na ukishajifunza, basi hayo mabadiliko utakuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kuyapata ukijaribu tena. Asante sana kwa kuangalia, ninatumaini umepata jambo la kujifunza. Usiache kusubscribe kama bado haujafanya hivyo na unaweza ukatuachia comment kama unaswali au kuna jambo unataka kutushirikisha, na washirikishe wengine pia waweze kupata maarifa na elimu ambayo tunaitoa, na usiache kurudi tena kwa video zetu nyingine. Mi naitwa Michael, na hii ni Lenzi.